Mm -hmm. Dada Janeth karibu sana. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Kitunda ila mi kwetu Mlimba, Morogoro. Okay. Umetusikia yeah. wapi? Kwenye TikTok. mm -hmm. Ulikuwa unafanya nini wakati unatusikia kwa nyumbani mm. tu au kazini? Nilikuwa tu nyumbani. Kwa nini? Nilikuwa tu nyumbani. mm -hmm. Kijijini huko unalima. Unalima? Eh eh. Kwa nini kikakuvutia baada ya kutusikia ikawaje? Baada ya kusikia nika mm -hmm. kuna kitu kikanivutia kwamba Mhm. Mm Kuja kufanya kazi. Mhm. Mm Nikasema nimechoka na kulima. Umechoka kulima. E, mhm. Mm Kuja nile nikafanya kazi kidogo mm -hmm. kwanza. Eh. Nione maisha yanaendaje? Unajua ukishindwa huko kidogo kama vile umechoka, mm. unahamia sehemu nyingine. Mhm. Eh, uone maisha yanaendaje? Unabadilisha eh. Unabadilisha. E. Eh, kwa hiyo nimeona nibadilishe, nimekuja hapa ni, mm. ni, ni mara yangu ya kwanza pia. Ni mara ya kwanza mm. Ushawahi? e. e. Okay. Um, ushawahi kufanya kazi za ndani? Ushawahi kufanya. Okay, sasa malengo yako ya kukuja hapa ni nini? Ni nini malengo yangu ya kukuja hapa? Kufanya kazi nipate msingi wa biashara. Eh, unataka kufanya biashara gani? Biashara yoyote ile, ili madi na niingizie pesa. Kwa mfano kuuza samaki kutoka kule nyumbani kwetu, kuna samaki kule Mlimba. E, Mlimba kuna samaki e. Wanatoka kwenye bwawa au bahari Morogoro na bahari? Kwenye bwawa, kwenye bwawa, mabwawa. uh -huh. kuna samaki hawa kambale. uh -huh. E, uh -huh. perege, ndungu wale wa Ifakara, wanatoka Ifakara. uh -huh. na pia moja kwa moja na Mlimba kule wapo. uh -huh. e. Okay. E, uh -huh, kwa hiyo kwa hiyo nilikuwa nafanya hivyo, au kuuza biashara mchele kama, lakini mm. pesa yangu itanani ita, itatimia ita, ita, ita, ita, ita mm -hmm. kwa malengo nayo yataka sasa si inabidi ujue unatafuta kiasi gani ndo hapo eh, asi kama eh. Bado itakupo nimemaliza mkataba bado. Mm. Utaendelea pia utaendelea eh. Lakini sasa ujajua unatafuta kiasi gani, kiasi gani? Eh. Milioni moja itanitosha, milioni moja eh. Okay, milioni moja mbano unaipata ndani ya mkataba wa kwanza eh? Mm. Itanitosha. Oh. Nafikiri unauhakika kwamba mm. biashara ya mchele au ya samaki, huo mtaji unatosha unatosha kwa kweli, akuanzia mm, kwa mimi ninavyoona inatosha mm. Eh, okay, haya basi sawa, karibu. utaratibu wetu umeuelewa, umeupata vizuri eh? nimesema mkataba nimeuelewa. Umeelewa mm, vizuri kabisa eh. Umeelewa dhamana kazi yake ni? Eh? dhamana umeelewa eh? mm -hmm. ni nini niambie, dhamana ni na maana gani? dhamana ni kwa mfano mimi hapa nenda kufanya kazi kwa mtu mm -hmm kule kwa mtu ni kama wakiletea shida yoyote, na maana mm, mi nitoe taarifa kwako, mm -hmm. au wale wakipata shida yote kwangu mimi mm -hmm. wanatoa taarifa moja kwa moja kwenye kituo huko, mm -hmm. ndio maana ya dhamana mimi ninavyojua, ndio maana ya dhamana. Mm. Okay, dhamana ni nini sasa? Mm. Kwa kweli sifahamu. Mfahamu eh, sasa unaenda kazini ufahamu dhamana, jamani. Okay, mshahara wako wa kwanza unatakiwa uende wapi mshahara wa kwanza unatakiwa uende wapi? kwenye laki moja unatakiwa uende wapi? Yaani mshahara wako wa kwanza ukienda kazini mm. mshahara ule wa kwanza unatakiwa uende wapi? Uende ofisini uje. Uje ofisini e. kwa sababu gani? kwa sababu ya mzamana pia. kwa sababu gani? yaani hiyo mzamana ndio nini? Yaani huo mshahara kwa nini unakuja kituoni kwetu? kwa sababu ya mimi hapa, kwamba kwamba tokea shida yoyote. Shida kama ipi? Kwa mfano mimi kama nikiwa na shida au bosi wangu kwa mfano mm -hmm. Kama ikitokea kwamba mimi nina shida nyumbani haba kwa pengine kuna sherehe au msiba, inatakiwa nije moja kwa moja kutoa taarifa kwako mm -hmm. e. mm -hmm. Bado hujanijibu vizuri e. yaani bado unaonekana hujaelewa hiyo dhamana manake nini? mm. Kwa hiyo inabidi urudi tena usome ule mkataba uuelewe. nielewe zaidi. mm. ni kweli mshahara wa kwanza unakuja kituoni, lakini kwa sababu gani, lazima uelewe kwa nini wewe ndio ukafanye kazi. mm. lakini mshahara wa kwanza haulipwi, ila unakuja kituoni kwetu. Na utaupata utaupata lini, huo mshahara wako unaokuja huku kituoni, ni kwa sababu ya kazi gani? au wewe utaupata utaupata lini? Aha. Kwa sababu ya kazi ambayo mlionipangia, alafu nikimaliza mkataba ndo nitarudi tena kituoni kutoa taarifa ndo nitapatia hiyo pesa pesaiyokok huko eh. Ukimaliza mkataba eh. Kwa hiyo unaelewa kwamba ile pesa inayokuja huku utakuja kuichukua ukimaliza mkataba, hicho mkataba. unakielewa hicho? Mm. umeelewa okay. na usipomaliza na usipomaliza nitachukuliwa hatua pia <laughs> hatua gani? <laughs> Usipo, usipomaliza mkataba, kwa mfano ikatokea mm, mm, changamoto yoyote tu mm, katikati ya mkataba ukalazimika, lazima uondoke mm, uache kazi mm. Ikitokea hivyo, nini kinafanyika? Sheria zita, sheria gani hiyo? Sheria ipo ime, imeandikwa kwenye ule mkataba, mkataba utavunjwa Ndiyo, ukishavunjwa wewe ndio utakuwa sasa umevunja huo mkataba si ndio? Kwa sababu wewe huwezi kumaliza mkataba unaondoka kwa sababu ambazo zitakuwa zimejitokeza. Lakini nini kitakachofanyika baada hapo? Baada ya wewe kuvunja huo mkataba, utaratibu bosi wako anaachwaje? Maana hujamaliza mkataba na bosi aliambiwa kwamba wewe utakaa mwaka, lakini hujakaa mwaka. Kwa hiyo anaachwaje bosi wako? Au nini kituo kitafanya nini? Ofisi itafanya nini? Itabidi mimi nilipe pidia. Ehe, hiyo fidia unalipaje? Kwa sasa ndo sijajua. Eh? Ndio hujajua. Okay. Sasa ile dhamana sawa, um, au kuna mwingine anaweza kusaidia nani? Janet, haya, sika vizuri. Ehe, tuambie dhamana umeelewaje? mm. ni... ile pesa ambayo unaileta huko ambayo ni ya nini? Yani ya mshahara wangu wa kwanza. mshahara wako wa kwanza very Ndio. good ehe, inakuja huko Mshahara... ofisini kwetu Ndio. kwa lengo gani? kwa sababu ikitokea shida yoyote mm. au dharura yoyote imetokea, mimi nikaacha kazi, wewe ukaacha kazi, maana yake Natakiwa... ukaacha kazi kabla hujamaliza mkataba Ndio. Uh-huh. ni, ni nipe yule bosi, ili apate mdada mwingine mm. ambaye ata, atafidishia atafidia muda wako, e, mdo, ambao e, utakuwa umeuacha, ndio maana ya, do, ya e. mm -hmm. very good. Jamani, mmeelewa? Dada mm hapa -hmm. amejibu, amejibu vizuri sana, na wengine wote mlikuwa mnaelewa mna hivyo maana mm -hmm. dada Janeth kidogo hapa alikuwa hajaelewa mm -hmm. eh, itabidi urudi tena na tena ukaelewesha, umesikia nani? um, Karen Janeth hajaelewa dhamana inafanyaje kazi, na ndio maana mnapata shida na baadhi ya wadada ambao wako kazini, wanafika kule wanafanya kazi afu wanadai ile mshahara wa kwanza wanataka wapewe. Ni aina ya, ya dada kama huyo hapa, kwa sababu haelewi, yani hajaelewa ya, aja, vizuri. kwa make sure kabla dada, yani kile kipengele, unajua vipengele vingine wataitika haraka haraka, lakini kipengele kile kinachohusu pesa ya mtu lazima umueleweshe hiyo, ila kwa nini nakuja huko kwa hiyo wengine mnasema mlikuwa mmeelewa, ndio mlikuwa mmeelewa kwamba mshahara wa kwanza unakuja hapa kituoni kama dhamana kwa ajili ya kushika mkataba wetu wa mwaka mmoja, kwa sababu hamlipi chochote, lakini lazima kishika uchumba, mshahara wako wa kwa kwanza ndio utuambie, utuaminishe kwamba unamaliza mkataba. Ukimaliza unarudi unachukua mshahara wako. Usipomaliza mkataba ule mshahara wako unatumika kwa ajili ya bosi wako kupewa fidia ya dada mwingine tunaelewana eh? Tunaelewana jamani eh, yani hilo jambo hilo inabidi mlielewe, mwaeleweshe tena eh? Eh, mwaeleweshe tena na kuanzia sasa, yani dada yeyote ambaye anatoka hapa, mimi nitamuuliza swali moja tu kuhusu dhamana. Na kama hajaelewa dhamana, maanake wewe ndio nitakukaba wewe hapo, wewe ndio umewapokea. Eh yes, sasa inakuwaje mtu hajaelewa dhamana? Maana dada nani amkumu, dada Janeth amkumuuliza, amkumuuliza kama hajaelewa, kwa sababu tushakubaliana dada akisoma mkataba akikwambia nimeelewa kila kitu, muulize tu hapo kwenye dhamana umeelewaje? Kwa hiyo hamuulizi. Eh, hey. Na mpaka alikuwa pale nje muda mrefu sana mpaka ile jioni tunatoka bado yuko pale anamaliza kusaini mkataba. Kwa hiyo kasaini bila kujua hichi kipengele, na mimi nitamsaidia dada. Ehe, uh huyu dada alikuwa anauliza maswali uh -huh. na mimi ndo aliyeniuliza maswali kwa dada da Karen, ndio ehe uh -huh. kwa hiyo naye aliulizwa na aliulizwa kama mkataba ameosoma mwanzo wa kibanzi, kwa sababu labda sasa kwenye mkataba labda amesahau amesahau lakini mliulizwa wote, na akajibu kwamba ameelewa e. mm -hmm. mm -hmm. Okay, oh, unamtetea Kare ni kule. <laughs> E, maana kibarua kinaweza kaota majani e. Jamani, mwapokee vizuri, maana hizi hela ni hela ni hela eh. E, lazima dada awe na ameridhia kwamba kufanya kazi na mfumo wetu kuna vitu ambavyo lazima tu- tuwekeane tu, tu, Sawa, haya. Kwa hiyo dada Janeth urudi ukaeleweshwe vizuri eh? ili uwe unajua, sio tena mshahara wa kwanza ukija huku unakuwa unamsumbua bosi wako, lakini ujue ukikatisha mkataba, huo mshahara hautaupata, ila ukiumaliza mkataba wako mshahara wako utaupata. Sawa haya, sawa. Karibu sana haya.